vinavyoangamiza kwa mfungaji funga yake na kumfunguza, miongoni mwa vitu ambavyo vinaangamiza kwa mtu aliyefunga na vinapunguza

min al-khayt al-aswadi kutokana na wausi wa usiku, min al-fajr, kutokana na al-fajr, alfajri. Thumma atimmu as-siyama ila al-layl, kisha mutimize kufunga mpaka usiku. Hiyo ni tafsiri ya an-naqliya, tafsiri ya naqla. Tuangalie tafsiri ya ashatiya, tafsiri ya kila kitu kukipa shuruti. Kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema wakulu washrabu, hapa pana amri tukitaka kujua ile tashihul mafahim ufahamu uliokuwa fasaha, lazima haya tuizengelee katika masuala haya ya kifani. Hapa pana amri, na watu hawa watuambia amri, wanachuoni watu na hawa wasema filo amri

hapo kwenye wakulu washrabu hapa tunaambiwa kwamba fi'la amri hizo ni fi'la amri, maana kesi kombili wakulu washrabu ndio maana wakatuambia fi'la amri hizo ni fi'la amri wa fa'ilahuma na fa'ili zake waljumla tani na jumla zake adfun ala ma qablahuma, ni adfu iliyokuwa kabla yake. Kwa maana hiyo wakulu, rejea nyuma, ndio taona kuwa maatufu ala hiyo ya nyuma. Rejea na amri tukipeleka katika fanni ya balagha watuambia, al-amru huwa talabu tanfidhi al-fi'li ala wajhi al-ilzami wal-ijbari wal istila, amri ni kutakiwa kupotesha kitendo katika njia ya ulazima, ndio maana

watu wengine, amri hutoka kwenye maana yake ya asili. Mbona miongoni mwa hizo kuna amri yaitwa aliltimas, lau twaingia kuielezea hiyo wakati ya utoshi. Kuna amri yaitwa alnasahu walirshadu, nayo hiyo, kama twaingia kuelezea wakati ya utoshi. Kuna amri yaitwa arajau.

walikuwa hawawakaribii wanawake ramadhani zima, wao walikuwa hawawakaribii wanawake. Wakana rijal na walikuwa ni watu yakhununa au fusahu, walikuwa wakisihini nafsi zao, baada walikuwa wakisihini nafsi zao

walikuwa hawali wala awakurubii wanawake katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Minhum, miongoni mwa wao Omar bin Khatab. Basi baada ya hapo fashakau dhalika ila rasuli llahi sala llahu alayhi wasalam, wakaenda kushtaki kwa mtume wa Mwenyezi Mungu kutokana na jambo hilo.

Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aeleza, alima Allahu, amejua Mwenyezi Mungu, annakum, haika nyinyi, kuntum takhtanuna anfusakum, mlikuwa mkizikhini nafsi zenu, fataba alaikum, bas Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekutubieni, wa afa ankum, na amekusameheni. Fal'ana saidi

lisaimi alaklu walshurbu baada tuluu alfajiri. Hii aya ndio imetubainishia ya kuwa si halali kwa mfungaji kula ama kunywa baada ya kuchomoza alfajiri. Nyelewa? kwa hiyo hii aya ndiyo inatubainishia kwamba si halali kwa yule aliyefunga kula ama kunywa baada ya kuchomoza alfajiri. Ina maana alfajiri ikichomoza tu, basi umezuilika kula na kunywa hata laili, mpaka ifike usiku ndio itakuwa kula na kunywa umeruhusika. Kwa hiyo ukila tu baada ya kuchomoza alfajiri, ukila ama ukinywa, itakuwa funga yako imebatilika. Na ikiwa mtu amekula au amekunywa lakini kwa kusahau, tunaambiwa fasiyamuhu sahihun, funga yake itakuwa ipo sahihi Wayajibu alaihi alimsak, lakini ni wajibu juu yake ajizuilie. Idha tadhakkara, pindi atakapokumbuka, au dhukira anahu saimu, au akawa amekumbushwa kuwa yeye amefunga. Ina maana mtu amekula au amekunywa lakini amesahau, ile funga yake itakuwa sahihi, lakini lakini, atatakiwa yeye ajizuilie kwa kauli ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atuambia man nasiya wa huwa sa'im fa akala au shariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu yote. Yule ambaye amesahau na hali ya kuwa amefunga akala na akanywa, Mtume asema falyutimma sawmahu, basi aikamilishe funga yake, fa inna ma atamahu llahu wa saka, hakika mtu huyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemlisha na amemnyesha. Na tunaambiwa wayafsudu soumu bisuuti, funga itaangamia kwa dawau yusabu fil anfi, yani dawa ambayo itaingia ita kwenye nini, kwenye pua. Funga ya mtu itafanyaje? Itaaribika. Wabikuli ma yasilu ila jawfi wa walau min ghairi lfami, asema kila kile ambacho kitapita ndani, walau min ghairi lfami, hata kama sike mdomo, basi Itahukumiwa, itahukumiwa mimba huwa bi, wa bi hukmil akli wa shurbi, itahukumiwa ni kama kula na kunywa kal ibaril mughadhiya, kama vile kuwekwa madripu ya chakula ama ya dawa kwenye pua. Kwa mtu huyo fungaka alikuwa ime imeharibika na miongoni mwa yale yanayo funguza yanayoangamiza funga, aljimau aljimau, maanake ni ni kufanya tendo la ndoa wakati wa mchana tunaambiwa, yabtulu yabtulu siyamu bil jimaa, kuna batulisha funga kwa kufanya jimaa mchana wa Ramadhan. Watuambia watuafikihi faman jamaa wa huwa saim batula siyamu, yule atake jimai mchana wa Ramadhani, basi funga yake yabatulika. Wa alayhi tauba, na anaye toba kutubia kwa nani? Kwa Mola subhanahu wa taala. Wal istighfar, na atakiwa ata istighfar Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kutokana kuna kutubia na kuleta istighfari. Wakati mwengine mtu anaweza akawa aleta istighfar, astaghfirullah astaghfirullah, lakini ikawa kumbe bado hajarejea boza kwa boza kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Ndio maana watu wafikihi wakatuambia wa alaihi tauba, kwanza ana touba wal istighfar, na kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala.

sama shahraini mustabi'in, akishindwa kuacha mtu mahuru atafunga mezi miwili aje kufatana, fa illa yastati ata ama sittina maskina, akiwa akuweza basi atalisha maskini sitini, lakini kwa dalili ya hadithi ya mtume Muhammad Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, mtume wa Mwenyezi Mungu, aljiliwa na mtu. Ule mtu akamwambia mtume, ya rasulullah, e mtume Mwenyezi Mungu, halaktu, nimeangamia. Mtume akamwambia mala bi mia, mtume akawambia una nini? Yule akamwambia wakatu ala mraati nimemwingilia mke wangu, wa ana saimun hali ya kuwa mimi nimefunga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akasema kumwambia haltajidu raqaba to totepha, je unaweza kuwacha mtumwa huru? Yule bwana akasema, la siwezi ya Rasulullah. Akamwambia tena tastatiu an tasuma shaharaini mutatabiaini, je unaweza kufunga miezi miwili yenye kufatana? Yule bwana akaambia mtume la siwezi. Mtume akaenda tena hal tajidu itama sitina miskina, je unaweza kuwalisha maskini 60? unaweza kuwalisha maskini 60? Yule bwana akaambia la hapana ya rasulullah Mtume akatulia. Baada ya kutulia, wakati ule ule Mtume akaletewa kifuko cha pende. Mtume akasema, ana sa'il, iko wapi yule mwenye kuitajia mwenye kuomba, iko wapi yule? Bwana akasema, ana mimi, yasofa mimi. Mtume akamwambia, khudh hadha fa tatasaddaq bi, hachukua hii kwa sadaka ule bwana akaambia mtume ya Rasulullah, aala ala afkara minni ya Rasulullah, hivi kuna mtu zaidi fukara kuliko mimi? Yule mtu waambia mtume, katika mji huu hakuna fukara zaidi yangu mimi, hakuna. Mtume akacheka. Baada ya hapo mtume akaambia, at'imhu ahlak hayachukua, ukawalisha watu wako. Kwa hiyo ndugu zangu, katika imani, haya ni machache ambayo tumeweza kuyaeleza yale yanayoweza kumfunguza yule aliyefunga na yanayo haribu funga. Insha Allah taala, wakati mwingine tutakuja kueleza masala mengine insha Allah taala.

Ni dabu yetu kielimu. Sisi hatukumwona sha Shabani, hatukumwona. Kwa hiyo ni dabu yetu kielimu. Mwenyezi Mungu ampeze khairi, Mwenyezi Mungu ampe mazuri zaidi, insha Allah taala. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.